Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute hawa. Piga makofi kwa sisi. Watu kama hawa ilitakiwa wawe wa kwanza kutafutwa walipo wahojiwe vizuri, kwa sababu maneno haya yanayoonyesha kwamba haya yanayotokea ni kama wao ndio wahusika, ilitakiwa afanyiwe kazi. Sijajua huyu ndugu alifanyiwa nini toka tamke maneno haya yalionyesha kuta, kuhatarisha usalama wa watu. Sasa Mdude kapotea, kapigwa sana lakini huyu ndugu alizungumza maneno kama haya, akina Deusi soka wamepotea, kina Mlai kina Chaula wamepotea, lakini vilivyofanya wapotee ni vitu ambavyo huyu ndugu anasema ni kudhalilisha serikali, sijui ni kutukana viongozi. Sasa huyu bwana, mimi nachokihoji hapa, huyu bwana alifanyiwa nini huyu bwana alivyozungumza haya, mahakama gani alifunguliwa kesi na amefungwa jela gani? Kama bado yuko uraiani na haya mambo bado yanaendelea, tuwe na mashaka na nani? Ni nani tumshakie? Ni nani tumshakie? Kwanza anaonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi ndio chama ambacho kinahusika na haya mambo, kwa sababu baada ya kuzungumza hayo anasema piga makofi kwa CCM. Ina maana kwamba CCM ndio mnakuwa wakatili hivyo Huyu bwana anayozungumza haya ndio uhalisia wa chama hiki. Sasa huyu bwana amefanyiwa nini au amehojiwaje? Ilikuwa vizuri sana, huyu bwana bado yuko uraiani, kwa sababu mpaka video zake za miezi mitatu minne iliyopita hapa bado ziko mtandaoni, inaonekana bado yuko uraiani. Sasa huyu, jeshi la polisi, mngemtafuta huyu ili mumuulize vizuri, alikuwa na maana gani alivyokuwa anazungumza yale maneno alikuwa na ujasiri gani kuzungumza haya? Lakini bado watu wanaendelea kuumizwa kiwango hiki. Mimi ni mtu wa Mungu, nimewekwa kama mlinzi. Katika Ezekieli sura ya 10 sura ya 3 mstari wa 17 anasema, wanadamu, nimekuweka kama mlinzi kwa nyumba ya Israeli, nikikwambia uwaambie watu makosa yao, ukawaambia ila hawajasikia, wakafa katika dhambi yao, basi damu yao haitadaiwa kwako. Mimi nimekuja tu niwakumbushe au niwaonyeshe wapi pa kuanzia, tukate mizizi ipi, tutafute nani ambaye anaweza akawa anajua. Haya mambo yanaendelea hapa nchini, jeshi la polisi linatumiwa vibaya, majambazi yanaenda kumuua mtu kumkamata mtu, yanaenda kumteka mtu kumuumiza mtu, yanajitambulisha kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi linadhalilishwa vibaya, huyu kijana amelifanya jeshi la polisi kuwa ni kitu cha ovyo. Mpaka naambia jeshi la polisi kwamba watu watu wakiwapoteza polisi, msiwatafute. Huyu ana mamlaka gani juu ya jeshi? Yaani mpaka anapangia polisi kazi ya kufanya kwamba msi, msimtafute mtu ambaye mkiona tumempoteza. Sasa huyu anafanyweje? Anadhalilisha jeshi kwango hiki. Amelifanya jeshi la polisi kuwa si kitu. Mimi nashauri huyu bwana atafutwe, aulizwe vizuri. Inawezekana atakuwa anajua aliko Mdude atakuwa anajua waliko kina soka, atakuwa anajua lakini, kama mtakuwa mmemtii basi hakuna shida. Anajua na sisi wengine, anaweza katutafuta, nasi tunaonekana kama vile tunatukana polisi na tunatukana viongozi. Lakini kiwalisia, tunakokwenda kuna njia. Mimi kama mtu wa Mungu naonya, kuna tunakokwenda kuna njia. Haya mambo yakifika mwisho, watu wakakata tamaa, mtakuwa mna kazi ngumu ya kusimamisha machafuko ndani ya nchi asiyo na sababu. Haya. Unaweza eh, kusimulia hali ilikuwaje? Labda ulikuwa unasikia Mdude anasema nini ukiwa chumbani? Akiwa anapigwa, anatamka nini au wali. Tulikuwa tunapiga kelele wote kuomba msaada, kuomba tusaidie. Lakini wanapovunja mlango tukawa tunapiga kelele, wakaingia ndani na kumchukua yeye, akisema sisi ni mapolisi tuna shida na Mdude tu katika mmoja wao ndiyo wakanizuia kwamba nisitoke nisiangalie anapopigwa kwamba ni polisi. Yeah, mdude alivyokuwa sebuleni alikuwa natamka nini? Alikuwa anaomba tu msaada tusaidie. Kauli gani ilikuwa inatamkwa? Tusaidie, tunakufa. Baada muda gani ukawasikia kimya? kama dakika moja ndo ukime ndo yali anifuata mimi kunizuia ni stop akawa anaondoka. Kwa jina naitwa Stella Mgoga, mimi ni balozi shina namba nane. Kwa kweli usiku tulipolala nilisikia mlango na ugongo. Baada ya kutoka nikakuta kelini, mama twende kwenye tukio. Kweli baada ya kufika hapa, hatujafika kwenye tukio, tuko babani kule, nikaona damu. Mama usikanyagi hapa, kuna damu damu zimetoka kule barabarani mpaka hapa uwanjani mpaka ndani. Kumuuliza mke wa Mdude anasema kwa kweli, mimi nilikuwa huko ndani nilikuwa nilikuwa naenda kujisaidia, nilisikia pikipiki pikipiki inapita ina, ina sasa nilikuwa najiuliza pikipiki, inaenda wapi? Baada ya muda nikasikia gari gari linalia. Baada hapo wakafungua waka geti pale, wakawa wameingia, kufika huku ndani kwao wakawa wamebomoa mlango wa chuma kubomoa akabomoa tena mlango wa, wa mbao, kuna milango miwili akabomoa, wakaingia ndani. Kuingia kule ndani, wakaingia mpaka kule chumbani, ndio mke wa Mdude anaeleza. Kufika kule ndani, wakawa wamemvuta wa huyo Mdude mke mke, akamwambia kaa huko huko, askari mmoja akamwambia, akamshikia nyundo kwamba we baki huko huko. Sasa huyo Mdude aliyomvutia sebleni, kwa kweli yeye kwa sauti ya, mu, ya mwisho alisema kwamba naomba mnisaidie ndio ilikuwa sauti yake ya mwisho, naomba mnisaidie. Baadaye kuna kitu kizito kilimpiga mpu kivyo mpiga pale, basi sauti yake haikutokeza tena. Kwa hiyo pale ndio alipoanza kumvuta sasa, na damu zile zimetoka pale sebleni zimechilizika, sauti haikutoka tena mpaka kule alipoendelea kupotea naye. Na muda wa tukio ulikuwa ni muda mfupi tu an, yani, nalia yani, na, na tu kasema jamani, siwaletea haya maiti tu nje nkasiki na baba yake ameniwachia huyu hapa ni nyumbani kwa familia ya Deusdedis Soga. Kijana mwanaharakati na mwanasiasa aliyetekwa na kupotezwa pamoja na wenzake wawili toka Agosti 18. Unaona hapa kuna baba zake wadogo, shangazi zake, baba zake wakubwa, bibi zake hao wote, unaona ni familia moja nyumbani kwao wanamwita Deusdedis, Deus au Deo, na amelelewa na bibi yake toka akiwa na miaka mitatu. Nilimlea akiwa mdogo sana, alikuwa na miaka mitatu, kamlelea mpaka akamaliza na shule. Wakati amemaliza ame shule akaenda huko da. Baba yake Deus alifariki katika ajali ya gari, Deus akiwa mdogo. Shangazi zake Deus na baba zake wanamwona kama mtoto wa mwisho wa familia yao. Sikuchoka kulia, yule ndo alikuwa ndo mdogo wetu, ndo kaka yetu ni msaada kwa kaka yangu, tulijua Isaaki amebaki kwa kupikia Deusi. Deusi hatu tunaombeni, kama kunawaza kana, tunamwambia ni Deusi. Deusi ndo tulikuwa tunamwangalia kama kaka mkubwa tulijua ndo ndugu na kaka yangu, tazamani, hakuna msaada, hatuchoki kulia. Nikiingia kwenye mtandao nikimwona Deusi ni kulia tu. Deusi nimemlea kama mtoto wa mama wa mwisho. Deusi anasoma tunaparangana kumlipia ada, Deusi mpaka ana maliza sekondari